Ya, kwanza tu, tunaishukuru sana bunge letu eh, la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na spika eh, Dr. Tulia Akson eh, lakini wabunge kwa ujumla kwa kutupitishia bajeti yetu. Sasa bajeti ina maana gani? Ni, ni utaratibu wa kawaida katika nchi yetu, ni kwamba tunapokuwa tunaanza na maoteo, mwishoni tunakuwa na tunapeleka bajeti yetu bungeni na mheshimiwa waziri wetu e, Profesa Mbalao amesoma ame, ame, ame lakini na, na, na naibu waziri wetu e, mheshimiwa Kenzile wamepeleka ile bajeti na wabunge wakaipitisha. Sasa baada ya kupitishwa, maanake si matumizi no hivyo, na sisi watu wa reli wa, wa kama mlivyosikia E, tuna sehemu kubwa sana ya bajeti. Tunazungumza zaidi ya trilioni moja plus, ina, inaenda ina ina kwenye reli ambayo ni zaidi ya nusu ya bajeti ya wizara ya, ya nzima ya uchukuzi inakuja kwetu. Kwa hiyo ina maana gani? maana yake ni kwamba ujenzi unaendelea e. Pesa za serikali huwezi kuzitumia mpaka bunge itakapopitisha itakapo. Kwao sisi kwetu, kwa watu wa reli ni kitu, kitu kizuri, maana natuhakikishia kwamba ujenzi huu unaoona unaendelea basi tunaendelea hatujafika Kigoma, tutakuwa tufike Kigoma. Hatujafika Mwanza, tutakuwa tufike Mwanza. Na sasa hivi kama hivyo sikia, tunaanza ujenzi mwingine wa kuelekea Burundi. Kwa hiyo budget hii ina maana hiyo kwetu sisi kama watu wa leli. yes. yeah. Yeah. Ile ile budget sasa breakdown ya budget, kwa sababu unakuta tuna tuna bajeti kwa maana ya kuendelea na ujenzi, kuna bajeti ya kununua vifaa mm-hmm. eh, vya vitendea kazi hiyo, eh, hizo kwa, kwa ni, ni, ni sehemu ya budget, ya budget yetu eh, ukiangalia kwa maana ya breakdown lakini kwa ujumla ni kwa ajili ya maendeleo ya, ya leli yetu au shirika la TRC. Yeah. Yes. Kitu kimoja nafikiri mkiangalia treni zetu zinazotembea unakuta wakati wa mchana hatuna treni nyingi sana, kwa treni moja ya saa 8 inatoka inatoka huko, kwa sababu mchana tu bado tuna, tuna vitendea kazi ambapo tutakuwa tufanye test and commission. Kwa hiyo tunatakiwa mchana ile masaa sita wakati mpaka manane tunawaachia wenzetu kufanya testing Tukishamaliza hizi testing commission za mabehewa, tutaanzia na treni zingine za mchana. Mlada za kutoka Dar es Salaam ziweze kutoka saa sita, saa saba. Lakini kuna jambo lingine vile vile, tuna mpango wa kuongeza treni kwa sababu kwenye high peak kama mnatufuatilia sana tunakuwa na wingi wa watu kuanzia Ijumaa mpaka Jumatatu. Kwa hiyo Ijumaa hiyo, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Most likely unakuta watu wanaenda Dar es Salaam siku ya Jumapili, pengine labda jioni wanarudi Dodoma au siku ya, ya ile asubuhi kabisa e, ukiangalia average yetu inakuwa labda wakati mwingine hata 60 70. Kwa hiyo unajua ni biashara kwa biashara zingine for the sake ya kuongeza mpaka tu na, na mahitaji, lakini kwa mahitaji tulivyoangalia tunavyo, tunavyo, e, tunavyo ni hizi nilizosema high peak. Kuanzia Ijumaa na Jumatatu na tutaongeza trend. Yes. Asante. Asante. Asante.